Tuko kwenye uh, mashindano ya Samia na Bad Nation, leo wameondoka na ushindi, wamewatoa lamata wao, wanaelekea kwenye final, na tuko na bwana uh, Jitus mwenyewe, Jitu mwenyewe uh, ambaye alishiriki lakini alitolewa kwa bahati mbaya. you good, my brother. Hmm? Uko sawa? Eh bwana, niko poa. Uh, na, na kuona hata kama umetoka lakini bado unakuja kutazama mpira eh, ni burudani mm -hmm. Kwa sababu unajua uh, celebrities wengi ni washikaji zangu na ni familia yangu. Kama ukiangalia Bad Nation, Mario, mshikaji wangu sana, familia yangu. Kwa hiyo, hata yeye kwenye mechi zangu alikuwa anakuja mm haina -hmm. E, shida hata mechi yetu, kwa hiyo we are family, yani ni kitu kizuri. ni timu ambayo ilikutoa wewe kwenye mashindano, lakini pia inakochiwa na kocha ambaye alitoka kwako, kwa akaenda kwa huko uh, Strategy za Ally Kamwe ulikuwa unazielewa sehemu gani hasa? nafikiri Bad Nation kwa sasa wana timu nzuri sana kuliko mwanzoni mm -hmm. baada yeah. ya Ali kuingia uh, mm -hmm. yani kwa baada ya Ali na the way mchezo unavyozidi kwenda robo fainali na nusu fainali wanazidi kuwa na kikosi bora mm -hmm. kama unavyoona kikosi cha leo mm -hmm. ni kikosi ambacho ni cha tofauti mm -hmm. kabisa kikosi niwatu yani kazi kazi kwao mm hiyo -hmm. nimpongeze Mario kwa hilo mm -hmm. ameweza ku, ku, ku, ku, ku, ku ku concentrate na kufanya kutengeneza kikosi bora kwa. Ndio maana wameweza ku compete na wao. Unashindaje kum, kum keep alikamu? Nianza kupoteza mwanzo kabla hata alikamu hajaja. Kwa nafikiri, nafikiri ndio ilisababisha kwamba ilisababisha ku lose kidogo. Alikamu yanasema wewe na Ndaro mlikuwa hamuongei uwanjani mnacheza muongei, yeah. na ikampa shida kidogo kuanza kuwa coach. So ilikuwa shida hapo alikuwa mwenyewe huyu siju atakufuata kwetu. Anasema yena Ndaro anaongea, mbona anaongea kwenye timu. Anasema atakutoa kwenye timu maana wewe unaleta uvivu. Sasa yule kila kitu yeye ni matani. Haiko serious. Hata kwenye maisha yake yenyewe haiko serious. Hata mahusiano yake haiko serious. Unajua nampenda sana Ndaro. Hata mtoto wangu mwenyewe hayupo serious. Anaweza kuwa anashika kitu ambacho hakichekeshi. Wewe ni muda gani ambao ukiongea na Ndaro unahisi uko serious? <laughs> Hakuna muda ambaye yuko serious. Mkiwa mnaongelea mambo ya timu? Eh, tulikuja na timu, tumekuja na timu kama msahau kipa. Eh, nakumbuka. Eh, ni kipa aje na boda boda. Sasa huyo mtu yuko serious kweli? Kwa nini? Ah, yeye ndo captain. Mimi na mambo mengi hazo. Tumemwachia timu yeye. Kaja kama msahau kipa. Alafu kimuza anacheka. Ulikosea brada. Ana enjoy anacheka. Unaona ulikosea sana. Unapata content ya kesho asubuhi. Sasa huyo mtu ni kwa serious kweli? So alikuwa anatafuta content. Yaani yule maisha yake ni content kila kitu. Hata alipokuja leo kwenye badminton ametengeneza content bado. Yeah, yeah, chimama ulimweka kama kocha. Unahisi ndo alikushusha ali, ali, ali kwa namna fulani hivi kwenye, kwenye mazoezi yenu na nini? Kushusha, yeah, yeah, labda kwa namna fulani kocha ulikosea kumchagua ah, anajua na anapenda mpira ndio maana hmm. Alifanya sabu, hmm. Alifanya sabu kwa akili. Kama siku ile mlifunga magoli ndio chimama faria. Kama unaona nilitoka mimi anaingia ndaro, hmm. hmm. ah, taona kabisa kwamba mchi baba, nakupenda lakini hapa mpirani. Alafu unajua, mpira ni inabidi inabidi Ah, so peke yake. au, au, aje kushangilia. No, no, no, so kushangilia. Wajumuike pia kwenye kwenye kujiunga kwenye haya mashindano. Inavutia. Kuje timu nyingi nyingi. Eh, tukiwa celebrities wengi. Unajua watu wengi wanakuja hapa kwa sababu kuna celebrities. Kama sasa hivi anacheza kuna anacheza anacheza Alikiba, ataka kucheza kuna Mario, maana unakuta kuna Lamata, anacheza kuna na Ozu, kuna nani, inapokuwa? Sahihi, sahihi. Eh, wakiongezeka wakiwa wengi inakuwa inavutia zaidi. Hata watu wanakuja kuangalia. Eh, hata sisi tukiwa tunacheza mm -hmm. sawa hata mm -hmm. mm -hmm. Uh, uh, kama ndio hivyo, so kama tunaupiga kiio, lakini tukiwa tunacheza tunakuwa tunavutia. Unanielewa? si na shauri ingefanyika hivyo. Unahisi kipi kikiongezwa hapa kitaleta mshawasha tofauti na kuja masta kuleta timu zao? Messi, naona naona mimi kama naona kitu kiko sawa, naona kwa sababu watu wengi oamba hawana cha kufanya. mm -hmm. Mimi mwenyewe nimekaa hapa nasubiria kwanza foleni ifunguke. Ifunguke ndo uondoke. Ukiwa unakuja hivi pia hata kwenye kuparking haupendi kupaki. Naelewa, mpaka uwai mm. Kwa hiyo, nimpongeze sana nipongeze sana Alikiba idea, mm. Idea, idea ni mzuri sana, idea ni kubwa sana. Eh, baba. Timu yako ikirudi tena kwenye mashindano haya au hata mengine. Chimama ataendelea kuwa kocha? Ataendelea kuwa kocha, ataendelea kuwa kocha na mm -hmm serious utaongezeka zaidi Ndalo, nitamtoa kwenye ukapteni. Kwa, Ndalo anasema ata, atakutoa... Mimi, mimi, yule hayuko serious kwenye maisha yake yote. Si ndo picha yenu inasambaa inasema wanaume ni pisi sana, hakuna kitu ambacho yuko serious nacho, lakini unaweza kupanga naye biashara ukajua mpanga na mtu ana akili zake. Asubuhi asubuhi kama anakuchekea ni kitu gani ambacho alikufanyia ukasema huyu jamaa hawezi kuwa tumekuja wote timu nzima tupo kama kumi na saba. Kwani mna kila mtu anafika uwanjani peke yake, usajili pia wakipa Kwani namjua kipa. Nilimwachia majukumu ya kuandaa kikosi. Mimi nimekuja tu uwanjani. Nilikuwa na majukumu yangu mengine, mama yangu tumefika uwanjani, atumuone kipa. Hapo alisema: Ndaro kipa yuko wapi? Eti chukua boda boda hapo, basi uko wapi mtu yuko Gongo la Mboto, huwezi kumpiga huwezi kufanya nini? anacheka Unanielewa? Kwa hiyo yani ndo hivyo, iko hivyo kwa sababu tumemzoea. Next time utasajili wachekeshaji wa kwenye timu yako? Atamsajili Ndaro tu. Okay. Eh, bwana, ngoja nikamwangalia Alikiba ndugu yangu yeah.